Hamjambo. Hamjambo. Marahaba. Hamjambo. Marahaba. Mmeshindaje? Njema. Habari kwamba yenu? Nzuri. Mwambaje? Hatuna la kwamba. Okay, ni wakati wa Kiswahili? Haya, Kiswahili? Kiswahili.

Kiswahili na wakati wa Kiswahili tunataka kuangalia matumizi ya mimi. Kila mtu sema, mimi, mimi, mimi. Na tunatumia mimi wakati gani? Wakati unajizungumzia nini, wewe mwenyewe unajizungumzia nani? Eh, si hatunazungumzia rafiki yako au dadako, ni wewe mwenyewe. Unatoa maelezo kujihusu, unatoa maelezo kujihusu kujihusu wewe nini mwenyewe. Iko sawa? yes. E, nimesema nini? mimi inatumika kunini? kutoa maelezo kuhusu mtu. Wewe unatoa maelezo nini? kujihusu. Sawa? E, kwa mfano, mimi naweza sema nini? mimi ni mwalimu. Mimi ni mwalimu. Mimi ni mwalimu. Mimi ninatembea. Mimi ninatembea. Natoa maelezo nini? kujihusu mimi na chenye mtu na nini unafanya. sawa Hey, mimi ninafundisha. Mimi nina, mimi nina, ni kweli ama uongo? Ni kweli ama ni uongo? Ni kweli. Sasa unatoa maelezo kujihusu wewe nini mwenyewe na kitu ambacho nini unafanya ama utafanya sawa? Yes. Mmefahamu kitu? Yes. Nani bado? Kila mtu ako sawa? Aya, yes. Alafu na wakati tunatumia mimi, tunatumia neno gani? Ni tunatumia nini? ni sawa, mimi ni na, ama mimi nita, tunatumia neno gani? ni sawa? yes. E, ni mimi ninatembea tembea, mimi nitakula, mimi nitasema, mimi ninasoma, ni tunatumia neno gani? Ni kila mtu amefahamu? yes. Kila mtu ako sawa? yes. Aya, nani atatunga sendenzi kutumia mimi, sendenzi moja kutumia ni neno gani mimi? Mm. -mimi ni mzuri. Sema na nguvu. Mimi ni mtu mzuri. E, amesema nini? yeye ni mtu mzuri, yeye ni mtu mzuri. Haya, maua maua, maua, achilia tch. Very good, kazi nzuri. Haya, nani mwingine atatunga sendenzi? Mm -hmm. Rian wewe ni? Sijasikia, sema na nguvu. Wewe ni? Msima. Wewe ni? Oh, amesema mimi ninasoma. Mimi ninasoma. Mimi ninasoma. Aya, heko! Heko. Hongera, kazi nzuri. Aya, nani mwingine atatunga sendezi ya mwisho? mm -hmm. Ismail mimi nitasoma. Mimi nitasoma. Mimi nitasoma. Kazi nzuri. Mimi nitasoma. Haya, fungua ukurasa wa kumi na tatu. Ukurasa wa kumi na tatu. Ukurasa wa kumi na tatu. Farhana, enda keti pale. Kila mtu amefungua hapo? Yes, unaona picha gani hapo mimi? unaona nani hapo? Mwalimu Ma na mwanafunzi. Soma, mwalimu anasema nini? Mimi ni Bwana Zola. Kila mtu soma, Mimi ni Amesema mimi ni Bwana Zola. Mimi ni Bwana Zola. Mimi ni mwalimu. Mimi ni mwalimu. Aya, angalia hapo chini, mwanafunzi alisema nini? Soma vizuri, soma vizuri. Mimi ni Kalu. Mimi ni Kalu. Akasema nini tena? Mimi ni mwanafunzi. Amesema mimi ni Kalu, mimi ni mwanafunzi. Mimi ni Kalu, mimi ni mwanafunzi. Ametumia neno gani? Ni tumesema wakati unatumia mimi unatumia neno gani? Ni kila mtu ako sawa? Kila mtu amefahamu, sawa? Aya, Kiswahili ni lugha Kiswahili. Kiswahili. Kiswahili. Kiswahili. Yes. Kiswahili. Kiswahili. Aya, andika hizi sendezi kwa kitabu chako.